Unaweza kutueleza hasa ni lini hasa umeanza shughuli hizi na ni kipi hasa kimekusukuma kufanya hivyo? Asante sana uh, wote tunajua notion ya foundation. Mimi kwa tangia nilivyokuwa mdogo ni nimependa kujihusisha katika mambo ya uongozi uh, tangia umri mdogo, tangia shule ya msingi kwa sababu uh, yani ni kama ari ambayo ninayo ni kama passion ambayo ninayo, yani napenda kuwa mstari wa mbele na napenda yani kuona kwa mfano kama kitu uh, watu wengine hawajakizingatia mimi napenda kukifanya, yeah, kwa hiyo katika umri mdogo nimekuwa kiongozi katika levo mbalimbali za elimu, primary sekondari, na hata chuo kikuu, lakini nahisi nimekuwa serious sana na uongozi nilipokuwa chuo kikuu. Yani hapo ndo nilipokuwa serious sana, nikimaanisha kwamba nimeji involve pia na hata uongozi katika jamii yao. Sijaishia tu chuo ya nimeenda mbali, yaani nimeenda nje ya jamii ya chuo, yaani nimekuja jamii ya kwa ujumla yani. Mm. Nimeingia katika jamii kwa ujumla. Ni kitu gani hasa kimekushajisha kufanya hivi, uh, ukiwa katika umri mdogo, kwa sababu kazi hizi mara nyingi wanafanya watu ambao kidogo umri umeenda kidogo. Kwa De. nini? <laughs> Na nini hasa kimekusukuma? Asante sana. Mimi siamini kwamba kitu kama uongozi ni kitu ambacho unatakiwa ufanye ukishakuwa mkubwa. Unaweza ukawa mdogo na bado ukajiingiza katika uongozi kwa sababu uongozi ni popote iwe shule ya msingi, iwe ofisini, iwe popote pale, kuna uongozi. Vijana wengi sasa hivi wanaonekana kwamba wanashindwa kufikia malengo yao na ndoto zao moja, lakin, kwa njia moja au nyingine, lakini kwako wewe hii imekuwa tofauti. mm. Hebu izungumze kidogo, kwa mtazamo wako nini hasa kinakutofautisha wewe na vijana wengine na. Ndiyo. Ndiyo. Um, vijana wengi hatufikii malengo yetu kwa namna moja au nyingine kwa sababu um, hatuko serious na malengo yetu, yaani vijana tunachukulia maisha ni simple sana, umenielewa? Hatufanyi kazi ndoto zetu. Hao wote waliofika mbali kuna namna moja au nyingine wamesacrifice vitu fulani ili wafikie pale. Sasa sisi tunataka tunataka mafanikio lakini hatutaki kazi, jasho, damu ambayo inakuja pamoja na mafanikio sijui umenielewa. Kwa mfano Yanda, kama yes, yes. Nimekuwa nikifuatilia watu ambao wamefanikiwa kimaisha mbalimbali mbali. Kwa mfano kama mchezaji mpira bora duniani hapa, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yeye ana train kila siku, na hata katika kutrain kwake yeye anafika mapema zaidi kushinda wenzake, na wenzake anaweza kaondoka, lakini yeye bado yuko ana train na he's the world's most best footballer in this world. He has achieved so much, so much, lakini still ile discipline ipo. Na sisi vijana yani tunatend, hatuna ile discipline, motivation pia huwa inaisha getting easily distracted, ndio maana hatufikii vile ambavyo tunataka kufikia. Ukiwa kama mshauri mzuri wa vijana na swala yeah, una ujumbe gani kwa vijana wenzako duniani kote, ukiwa kwanza kama kijana lakini pili kiongozi mtarajiwa? Uh, uh, katika siku zijazo kama balozi mwanafunzi wa programu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa yani UNDP, uh, tunaamini hmm, kwamba vijana wako wanatakiwa kuwa senta ya maendeleo yoyote pale katika jamii, yawe maendeleo ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kijamii, yani yoyote, vijana wanabidi wawe senta yani wasiachwe nyuma. Ndio, tunakushukuru sana kijana wetu, fahari yetu wa Tanzania tulipo hapo Uingereza na wale walioko nchini Tanzania, bishani ya Kitenge kwa Swahili Voice. Asante sana. Nashukuru. Nakushukuru sana. Ndio.